Wanashikamoo mzee. Salama. Poleni ah, kwa uh, siku hii ya leo mnaendelea, kwa wateja wa Young Africans na msimu umemalizika. Maoni yako ni yapi? Ah, tunawapa hongera Yanga, wameshinda wameshinda na ubingwa, hakuna ziada yeah. Yeah. Ah, mashindano yanapoisha ndio yanapoanza mengine. Inshallah mwakani tutajitahidi ili tuweze tukafanya vizuri. Uh, kwa kweli kulikuwa na mashindano ya kimataifa, ndio maana tukakosa taji la kuingia fainali kombe la shirikisho mm, lakini leo kwa Yanga wamecheza vizuri, kwa hiyo wanastahili kupata ushindi. Unaona, ubora msimu huu pengine uliamuliwa na matokeo ya usajili Inawezekana kwamba uh, usajili wetu bado ulikuwa haujakamilika kamili. Kwa hiyo mwakani, inshaallah tutasajili upya ili tuweze tukawa na timu nzuri mm. mm. tunawapa ongera uh, ongera uh, tutakutana mwakani mm. inshaallah asante sana.